Kesho tunaanza taarifa rasmi kwa wahadhiri wote elfu tatu na mia tano kila msikiti wapite Tanzania nzima, kuanza kujipanga na kukabiliana na hao wanaoitwa wataandamana. Mtakuta tumekatana vichwa huko barabarani, wala hatuwatanii wallahi, tunakuapieni, kwa sababu tunaona hii nchi sasa inakwenda kuchezewa chezewa na... viongozi wetu wa dini, naomba niwakumbushe kitu kimoja: sisi sio bibi zetu. Sisi ni watu wenye uelewa sana. Sisi sio kizazi cha wa, our ancestors, mababu zetu, mizimu yetu. Sisi sio hicho kizazi cha zamani. Uh, haijalishi mnapambana kiasi gani kutugawa kwenye makundi ya kidini. Yaani mimi huwezi kunifanya nimchukie uh, uh, Muislamu au Msabato kwa sababu tu umetoka ukatuambia sijui eti Waislamu na Wakristo wapendani bla bla bla bla. Mkimaliza kutuletea bla bla bla, mtatuambia. Mimi siwezi mchukia my fellow human being kwa sababu eti kiongozi wa dini anakuja kunijaza ujinga, eti oh, watu wa dini fulani hawakupendi, oh, watu wa dini fulani hawakupendi. <laughs> we don't care hichi <laughs> ni kizazi cha watu ambao tunajitambua, tunajua nini tunataka, saa ngapi tufanye nini, nini tusifanye. Kwa kitendo cha viongozi wa dini kutoka huku nje na kutuaminisha kwamba eti watu wa dini fulani wanatuchukia, watu ya dini fulani hawatupendi tunaishi nao huku mtaani. Yaani kabla haujatuambia wewe kwamba hawatupendi, ndo watu ambao tukikwama wanatukopesha pesa, ndo watu ambao tukiumwa wanatupeleka mahospitali, ni watu ambao tukipata shida tunawapigia simu. Sasa wewe ukija na na, na, na, na akili zako ndogo za kujaribu kunigawanya mimi na mtu ambaye ananisaidia maisha mtaani, utakuwa unanikosea bro. Okay, mkiwa mnasimama mbele ya kamera mnaongelea mambo ya dini, hebu jaribuni kuongelea mambo ya dini in a positive way Sawa. Yani, mnadili na kizazi ambacho sisi ndo ambao tunakishuhudia yani. Hamtakiwi kutuambia kitu ili ndo tuamini hicho kitu chenu. Hapana, sisi ndo tunaoishi na hawa watu wa hizi dini, sisi ndo tunaoishi kwa, mnavo, the more mnajaribu kutugawanya kwa makundi ya dini ndo tunavozidi kuwaona mmechanganyikiwa <laughs> yani, kadri mnavozidi kutuaminisha ku, ku, ku, ku, kwamba mtu akiwa dini fulani hakupendi, hatakiwi kuwa ndugu yako huyo, ana bla bla bla, tunaona mmechanganyikiwa kwa sababu maisha yetu yanategemea hawa watu wa huku nje. Tunategemeana, tuna marafiki wa dini tofauti tofauti na hawajawahi kututreat vibaya. Kwa hiyo unapotoka nje kuniambia sijui mtu fulani mbaya, watu wa dini fulani sio mbaya, usijui usiwapende, sio wanani. I know very much they don't hate me. Sasa wewe unanijia kuniaminisha kitu ambacho hakipo. Kwa viongozi wa dini, mnavyokaa, jaribuni kuchagua maneno ya kuongea kwenye social media, jaribuni kuongea maneno yaani, kuchagua maneno ya ambayo mnaongea mbele ya cameras. Mnachekesha, mnachekesha si mnanielewa? Mnachekesha. Sisi ndio tunaoishi kwenye hii dunia, huko nje. ham yani, hata hamuhitaji kutuambia ni nini kinatokea. Yaani, hauhitaji kuniambia mimi, labda muislamu ananitreat anani hivi au msabato anitreat hivi au mkatoliki sio anafanya hivi. Hapana, tunaona sisi, ndio tunaoishi nao, tunaishi na hawa watu huko mtaani. Nikihitaji mboga nitaenda kwenye nyumba ya Muislamu nitamwomba mboga atanipa. Nikihitaji msaada wa fedha nitaenda kwenye nyumba ya msabato atanipa. Sasa ukisha kuja kuniambia mimi msabato, nyakanyaka nyakanyaka, I know them. We live na hao watu kwoo acheni kutujaza vitu ambazo mnajisikia nyie vichwani hivyo vitu bakieni navyo vitawasaidia nyie kwa manufaa yenu ambayo hatuyajui <tutu>